Wafanyabiashara wadogo wadogo katika bustani la Mama Ngina jijini Mombasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuondoa baadhi ya ada katika sehemu hiyo ili kuongeza matumaini ya biashara kunawiri zaidi katika bustani hilo. Kulingana na wafanyabiashara hao, msimu wa sherehe unapoanza, wafanyabiashara wengi uh, wameshindwa kumudu ada zilizoko kwa sasa na kuchangia kupungua kwa wachuuzi wa vyakula, nguo na bidhaa za michezo uh, katika bustani ya Mamangina. Utalii wa wazungu umefariki. Uliobaki ni utalii wa humu ndani ama tunaita domestic tourism, na biashara kama hizi ndogo ndogo ni mojawapo ya kupanua utalii. Watu wanaposafiri kutoka bara Nairobi, wanapokuja hapa, wanaonja vile vyakula vya Kiswahili, e, samaki

we are asking the government to help us nurture these smes so that they can grow a journey with us because we have all data datas for msmes whereby they can be able to be supported either financially or either by giving them support by providing tents for them durin thisphivi tuvenafaa kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti ziungane pamoja ili kwamba wakuze wa hawa wafanye biashara wa chini walete pesa mashinani ije wasaidie watu ambao wanaakili kama hawa na mtazamaji, na baada ya kilio hicho